25 ambapo viongozi wa chama cha wafanyabiashara tawi la Samburu wamekutana na wakuu wa usalama kwenye kaunti hiyo kuwasilisha malalamiko yao yanayotokana na, na kuzorota kwa usalama, baadhi yao wakisema kwamba wameuawa na kujeruhiwa. Hayo yanajiri huku wakuu wa usalama bonde la Ufa wakitarajiwa kuzuru kaunti hiyo kutathmini hali ilivyo <coughs> Kikao na wanahabari, wafanya biashara hao wamelalamikia kuuawa kwa baadhi yao, huku wengine wakisalia kuuguza majeraha ya risasi na wengine kukadiria sara kutokana na visa vya uvamizi vinavyowalenga. Tumeona kuna watu wafanya biashara wameshambuliwa kwa maduka yao, kuna wengine wameuliwa, kuna wengine wameporwa mali zao, na kuna wengine wamejeruhiwa na kwa sasa wako hospitali na wanaendelea na shida mingi sana, na pia tumeona hakuna dalili ya hii uofu kupungua. Ni kama bado inaendelea, inaendelea kuongezeka karibu kila siku. Sisi kama wanabiashara tumekuwa na shida nyingi sana. Ikifika masaa ya jioni, kazi zetu tunafunga mapema na tunakuwa na uoga mwingi sana, kwa sababu kuna wahalifu ambao wanakuja na kushambulia wanabiashara na kuiba mali zao. Tunaona kwamba wamama ndio wanateseka sana na watoto, na mimi nikiwa kama mtetezi wa wamama tumeona ni, ni vizuri pia tushirikiane pia na, na security, the, the, the top security people ndo tuweze kujua solution. Chama hicho sasa kinashinikiza kutiwa mbaroni kwa wahalifu hao na kufikishwa mahakamani. Tunataka hawa vijana ambao wanavunja duka zetu, hawa ambao wanakuja kuiba na hata kuhamu sisi wawe arrested. Tungependa kuona pia wakifikishwa mahakamani na hata wakihukumiwa tunaomba idara yetu ya mahakama pamoja na uh, DCI na watu wa uh, Director of Public Prosecutions, kuona ya kuwa tumeondolewa hawa vijana na waweze kufungwa. Tumesisi sana pia ya kwamba kuna bindugu mingi ambaye siko within kama ifanye kazi ambayo inapaswa kufanywa, hata kama ni NPS walipewa ama nini, serikali ichukue bunduki yao na serikali wafanya kazi yao ya security. Kamati ya usalama kaunti hii imetoa hakikisho kushughulikia swala hilo. Hii town imekuwa na msuko hapa na pale kuhusu hii mambo ya robbery with violence, na sisi kama serikali tuko chonjo kukutana na vijana wachache ambao ni warani wanasumbua hii town jioni. Tumeimarisha mambo ya patrol, tumeongea na washikadau wafanya biashara. Miji ya Maralal, Kisima, Suguta, Wamba na Baragoi imekuwa ikishuhudia visa vya wafanyabiashara kuvamiwa na walifu. Wafanya biashara hawa wanapolalamikia kuzorota kwa usalama kwenye visa vya uvamizi vinavyowalenga na kuwasilisha lalama zao kwa vyombo vya madola, wana matarajio kwamba visa hivyo vitazikwa kwenye kaburi la sahau. Bonface Barasa, Runinga Citizen, gatuzi la Samburu.